Shalom, mtu wa Mungu. Haya ni matendo makuu ya Mungu. Kijana huyu unaomuona hapa ni kijana aliyeletwa vale akiwa awezi kutembea, akiwa anasumbuliwa na miguu. Kijana huyu aliletwa akiwa ameshikiwa na watu watatu, na mtu wa Mungu Profeti Samweli akamuona siku ya Jumaa alipokuja kwenye maombi. Huyu kijana amesumbuliwa na ugonjwa toka miaka mingi. Mtu wa Mungu akamwona kwenye ibada ya Ijumaa, ibada ya maombi, naye akamwita mbele ili amombe na amwombee. Na hapo kama unaweza kuona mtu wa Mungu Prophet Samwel alikuwa anamwomba kijana huyo kumfungua, kumweka huru, kutoa mbali na vifungo vya kichawi na kila hila alizofunga kwenye mguu yake ki. Kijana huyo alisumbuka na miguu kwa siku nyingi sana. Wala hapana mtu aliweza kumfungua, lakini siku ya Ijumaa alipokuja kanisani mtu wa Mungu Pepi Samueli alimwona na kumwona akaanza kumfungua. Kwa siku moja, kijana huyu alipokea ponyaji wa kutosha. Kama unaweza kuona mahali hapa, alikuwa anafunguliwa anawekwa hulu hu. Huduma yetu inapatikana Mwanza Kilumba, unaweza kutupata Mwanza Kilumba, ukiendea kijamii, ukiingia Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Anapatikana kwa jina la Prophet Samwel, tupo Mwanza Kirumba. Yes, kama ana kijana huyu hapa ni muda ya kufunguliwa, onafunguliwa na na, hii siku ya Jumapili alipokuja baada ya kuombewa, baada ya maombi ya Jumaa, Jumamosi, Jumapili, hapa ndio muona anakuja kushuhudia yeye na mke wake, tumsikilize.

unyabalioga aliongani. Kuna maneno mengi ambayo wanasemea yeye kaasehemua kwa habari ya nani? Kwa habari ya nani? Na baada ya mambo ya Ijumaa, Jumamosi na, na, na Jumapili kama siki mkileka nishuhudia, yule adui alikuwa anatesa maisha yake, alipopata taarifa hizi akakimbia na kwenda mbali ya kwamba akamwambia kwamba shemeji yake kwamba anaenda Sehemu eh, akirudi atamwambia chanzo ni nini, na mtu wa Mungu alikuwa ameshaona kwamba huyu alikuwa ameenda kwa kutafuta uchawi, naye akapatilisha mabaya yote alikuwa ameenda kuyafanya mara huko. Tunapatikana Mwanza Kirumba, karibuni sana.